Episodi ya kwanza inaanza namna hii. Ilikuwa ni asubuhi na mapema, kuna binti mmoja alikuwa akipiga mazoezi ya kulenga shabaha, yupo pamoja na marafiki zake wawili. Binti anamuita Mijun, piga shabaha kweli kweli, asubuhi na mapema. Lakini pia chini pale palikuwa pana risasi kama sita, na mimi nasema kuanzia sasa na kuendelea nitawapa story na utuhusu sisi marafiki sita, na mwisho wa story hii nitakuwa nimeshakwisha kumaliza kulenga shabaha ya risasi hizi sita. Ni stori na inahusu nini hasa? Hebu tuende sambamba zaidi katika episodi ya kwanza. Anasema huyu ni mwanaume ambaye nampenda sana, mwita Seuntak. Ni mwanaume ambaye alinichiti kwa kutembea na marafiki zangu wawili, mmoja anamwita Inkyung pamoja na Kansera, ni marafiki zangu kabisa, lakini mwanaume wangu akatokea kunichiti kwa kutembea na marafiki zangu. Anasema sijai kumwona mwanamke akimchukia mwanaume ambaye ameweza kuchiti, lakini kiukweli kwangu mimi binafsi ilitokea nikamchukia sana huyu mwanaume ambaye aliweza kunichiti. Sasa nini kilichopelekea hasa mwanamke huyu kuweza kuchukia au kuweza kumchukia mume mpenzi wake? Ipo sababu. Sasa hawa ndio marafiki sita ambao wanazungumziwa kwa sasa, walikuwa wanapendana kweli kweli. Tokea kitambo hicho wamekuwa pamoja Anasema tokea kitambo hicho tumekuwa pamoja na leo basi tupo hapa kwa ajili ya kuweza kufurahia urafiki wetu. Marafiki sita wakapiga cheers pale. Mambo yanazidi kuwa mubashara zaidi. Marafiki sita wanapendana kweli kweli. Anasema tokea kipindi hicho tumekuwa pamoja, tokea kipindi hicho tunasoma shule, tumekuwa marafiki, tumekuwa pamoja, tumekuwa tukishirikiana katika kila jambo. Sasa leo alikuwa amekutana hapa ndugu yangu anapiga vila eh, vi, eh, vinywaji piga msosi mambo yanakuwa safi. So, jamani vinywaji hivi hapa katika nyumba ya bwana mmoja anayeita Sejun. Anasema kwamba hii ni nyumba ya bwana mmoja anayeita Sejun, wazazi wake wa sasa hawapo, kwa tumepata nafasi ya kuweza kukutana hapa kama marafiki, kuweza kujikumbushia baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tukivifanya tokea kipindi hicho. Wanapiga pombe, piga vyakula, maisha ni bomba kweli kweli. Tulikuwa tukicheza pamoja, tulikuwa tukisoma pamoja, tulikuwa tukila pamoja, maisha yakawa nasonga namna hiyo. Hakika kweli maisha yalikuwa ni mazuri, na maisha yalikuwa ni bomba kweli kweli. Kila mmoja aliyafurahia maisha ambayo tulikuwa tukiaishi kama marafiki, kwa sababu yalikuwa ni maisha fulani amazing sana. Siku hiyo basi marafiki ya usita walikuwa wamepiga msoso, wamepiga eh, vinywaji vya kutosha, hali iliyopelekea ndugu yangu, watoto wakajikuta wapo chali, wamelewa kweli kweli. Ni stori ambayo tunapatiwa na binti moja anayeitwa Mijuni. Sasa wakati wote wamelewa wamelala fofofo, huyu binti ambaye namuita Mijuni akawa ameweza kukurupuka. Sasa akakurupuka akatazama marafiki zake wote wamelala. Ehe, kaamka na wengi kweli kweli, alipiga pombe kwayo, kaamka na wengi kweli kweli. Ubinti kidogo anatoka katika familia ya kimaskini. Sasa wakati wenzake wamelala wamelala usingizi mzito, yeye yeah, akawa ametoka kaelekea katika upande wa pili ndugu yangu, binti ni anja kinyama nyama, anatoka katika familia kimaskini. Sasa akaona kwenye nyumba bwana ina vitu vingi vya vya kitajiri, kwa akaamua kubeba begi yake, akaingia upande wa pili ndugu yangu, akabeba vitu vya vya kutosha, beba vitu anaweka kwenye begi, anataka kuweza kuiba, alikuja akachukua baadhi ya vitu, lakini pia kuna chupa kinywaji kimoja wakiita bar guy gold. Sasa akachukua na hicho pia, anasema nilikuwa nikiibaga baadhi ya vitu kila mara Nilipokuwa nikija katika nyumba kina Sejun nilikuwa nikibaga vitu. Sejun pamoja na Sera kwa kuweza kuvalishana pete. Nafikiri baada muda mfupi mtafunga ndoa, na mkifunga ndoa, tutakwenda katika resort moja ya Taejong kwa ajili ya kuweza kwenda kusherekea. Tutakwenda Taejong kusherekea. Mula. E, nafikiri itakuwa ndo kipindi pekee ambacho takwenda kusherekea pamoja kufurahi kwa pamoja, kule itakuwa ni bomba zaidi, au vipi? Asema ndo hivyo, lakini sasa nyie mtakwenda, lakini kumbukeni mi ya kwamba sina sina mahusiano sina kapo, sasa nitaendaje kwambia, lakini kumbuka mijuni siyupo, hata kama utakuwa una kapo, lakini mijuni siyupo Kansera, wao walikuwa wameshakwisha ku, eh, kuvalishana pete. Kwao wanasema kwamba baada ya shughuli nzima ya ndoa, basi wataelekea katika kisiwa hicho wanakiita Taijong ta, eh, katika hiyo resort eh, kwa ajili ya kuweza kwenda kufurahia huko. Sasa huchaliu wanamwita Mr. Wentak ujamaa, bwana ni handsome boy, lakini pia ni msanii, ni mwimbaji, ni muimbaji, muimbaji, lakini pia ni mtunzi wa nyimbo sasa kuna binti mmoja ambaye binti ana mahusiano katika hichi kikundi chao cha watu sita, lakini ubinti bwana anampendaga sana umshikaji, wanamwita eh, Wantak. Sasa Wantak, kila siku nimekuwa nikikueleza ya kwamba wewe ndio muhimu sana katika dunia yangu hii. Sasa kwa nini, kwa nini unihitaji mimi? Nakuhitaji uwe wangu, tafadhali wakati huu bibi wanamwita Mijuni ambaye sasa ye pekee ndo kwa, sa, eh, kwa sasa hana mahusiano katika kikundi hichi cha marafiki sita, ambayo watu wengi walikuwa wanategemea labda siku moja wentake angelikuja kupata nafasi, alikuwa yupo anashuhudia ile hali. Binti ana mahusiano, lakini kwa sirisiri, anampenda sana mzee mzima bwana, eh, Wontake anamkubali sana, anampenda kisirisiri japokuwa na mahusiano na bwana mmoja wanaoita Kangun sasa anamkubali sana bwa. Hii nini? Anasema hii ni kadi na kupatia, kwa sababu we ni mwandishi mzuri wa music, lakini like pia ni mpigaji mzuri wa music na kukaribisha katika hoteli moja ya five star kule uta, utakwenda kuwaburudisha watu, imeandikwa ZYZW hotel VIP card amemkaribisha ah, katika hiyo hoteli ndugu yangu, ni hoteli ya kifahari, hoteli yenye pesa ndefu kwelikweli. Sasa ujamaa, kwa sababu ni msanii, lakini pia ni songwriter, mwandishi wa nyimbo, alikuwa ameweza kualikwa katika hoteli hiyo. Kuna show kabambe anatakiwa kwenda kuifanya kule. Sasa hii hali ilimfanya bibeo wanamuita eh, mijun kuweza kukasirika kweli kweli. Haya, sasa tuachana kule, tuje moja kwa moja katika upande wa pili, kwa mzee mzima bwana wanamuita Kang pamoja na binti wanamuita Kansera. Hawa ndio kwa sasa wapo katika mahusiano katika kile kikundi cha wale watu sita. Basi hawa wawili wana mahusiano kabisa na wameshakwisha kuvalishana pete, kwa muda si mrefu nafikiri wataingia katika swala zima la kufunga harusi sasa Binti sikuwa bwana alikuwa akitesti testi ilo vazi ambalo atalivaa, sema nzuri kwelikweli, naonekana ni nzuri eh, limedesainiwa eh, na bwana mmoja mwita jen jen pickup, ni Mwingereza, wanasema ni la gari lina bei gali kwelikweli, ni vazi la bei gali kwelikweli, na nafikiri hichi ndo, ili ndo vazi ambalo ni eh, very expensive sana kwenye duka langu. He, kwa hiyo nafikiri mume wangu atalipa. Hey, atalipa kwa sababu limenipendeza. Na akijaribu kutazama hata kifua pia kimekaa vizuri, linaonekana safi safi kweli kweli. Basi, bibi wanamwita Kansera pamoja na Yinkyung walikuwa kizidi kuzungumza pale, anasema ni kuna kitu kimoja anataka nikwambie. Wana Wentake amenikosha sana Tumfutaki, na nataka nikuambie kitu kimoja kwamba Wentake tumemchagua atuandikie wimbo wa harusi eh, atuandikie wimbo wa harusi ambao utaimbwa katika siku ya harusi yangu pamoja na mn na, eh, Mr. Kang, na amekubali. Nasema basi vizuri. Kao, lakini sasa cha chakushangaza mpaka leo bwana, hatujai kushuhudia Wentake akiwa na mwanamke kwamba naamini na ya kwamba atakuwa na mahusiano kabisa no. Yeah, <tip> <tip> ah, hana mahusiano yale, yani hana mahusiano ambayo ni serious. hana sasa mabinti hawa wana, wanamjadili lakini pia siri ambayo ipo nyuma pazia. Ubinti wanamwita Kansera anampenda sana ujamaa. Sasa alituma meseji kumuuliza mtu fulani ni wapi alipo, anahitaji kuweza kukutana naye. Sasa sijajua ni nani hasa ambaye anataka kukutana naye hasa. Sasa tuachana kule, tuje moja kwa moja katika upande wa pili kwa mzee mzimu. Bwana Wentak leo, Wentak bwana alikuwa ameitwa, akapata mwaliko wa chakula <laughs> Kapata mwaliko kwa binti unamuita, eh, ambia vipi Kansera nafahamu uhusiano wowote wa kwako anasema ah, kwa nini unauliza hivyo? Nilikuwa na... nataka tujue kwa sababu Baku... naona kama vile anakujadili jadili lakini kwa sasa, mm. Mimi naomba tuachana nayo. Ningeliomba nikulishe lakini, unajua si ni marafiki tokea kipindi hicho tunasoma katika chuo, hata kipindi hicho tupo high school pia tumekuwa ni marafiki sana. Weba, mambo ndiyo. Najua hilo binti kamwandalia msosi wa maana, jaribu ya ponja. Akamlisha jamaa ubibio wanamwita Nkyung ambaye naye ana mahusiano kumbuka, akamlisha mshikaji anamuita Wentak. Bibi huyu naye anamkubaliki sana Wentake. Ndugu yangu, kile kidole alichomlisha nacho Wentake akakipea, sema da nzuri kwelikweli, nzuri. Wakati upo pale, mara ghafla simu akaingia meseji, ambe nimekumishi sana, nipo kuna kunywa pombe, naomba ujawapo. Afanasikia sauti Wentak, vipi vipi vipi kuhusiana na urafiki wetu? Nakwambia samani, kuna kitu kimeweza kutokea ghafla, naomba tutaonana baadaye, mi naomba niondoke. Jamaa baada ya kutumia ile meseji, akaamua kuweza kusepa, akaamua kuweza kusepa. Sasa binti ile hali ikamkasirisha, kwa sababu alikuwa anatamani katika siku ya leo angelipata muda kuweza kuwa na huyu jamaa kwa muda mrefu zaidi. Sasa jamaa Binti yupo zake huko anapiga ulabu, yupo katika maji. Kambea vipi, naona napiga bad guy, bad guy gold sindio? hmm. Kwambia ndio, jamaa kachukua ile chupa tu... bado upo hivi hivi tu, najua kabisa nachukia, yakwambia bali mimi naipenda tokea kipindi hicho tukiwa shuleni, nilikuwa napenda sana kunywa pombe anasema na juta kuwa na rafiki kamao, najuta kukutana rafiki kamao. Kwambia nataka kuja huku unahitaji kuweza kuja huku niliko. Binti anahitaji jamaa aweze kuingia katika swimming pool ile waweze kuogelea pamoja. Jamaa kachukua ile pombe kwanza, naye akailamba akaipiga. Anasema sihitaji kuja huko uliko, sihitaji uh. Akamwambia je, unanichukia mimi? Akamwambia hapana, sikuchuki. Anasema hii ndo mara yangu ya kwanza kujihisi kunywa pombe, naomba upumzike sana. Akamwambia tafadhali, don't leave, usiondoke. Tafadhali don't leave. Usiondoke tafadhali. Jamaa akageuka akamtazama binti. Anasema tafadhali baki nami, na nahitaji ubaki nami. Akamwambia I don't want, sihitaji. Jamaa hakutaka kabisa kuweza kubaki na binti pale. Akamua kuweza kusepa. Binti naye ni moja kati ya binti ambaye anamkubali sana mshikaji huyo, anamwita Wontak. Wontak akatoka. Ya ndugu yangu, angali ana msongo wa mawazo. Ni Chalia ambaye kama jinsi nilivyokuambia hapo awali ni songwriter, lakini pia ni mpiga mziki ambaye ni yupo vyema kabisa, yupo safi kwelikweli. Sasa binti huyu anajisu pweke kwelikweli, na alikuwa anatamani katika siku ya leo kama angelipata nafasi ya kuweza kuspendi siku nzima hii au siku wote huu na mzee mzima bwana Wontaki. Lakini sasa Wontaki ndio hivyo, hahitaji kabisa company ya binti. I say binti akajikuta yupo lonely lonely aelewielewi nini kinachoendelea hasa , lakini anamkubali sana mshikaji. Sasa mademu wote katika kikundi hichi cha watu sita, marafiki sita, wote wanamkubali mshikaji Ngo. Na moja wapo ndo huyo ameshakwisha kuchumbiwa na mzee mzima bwana Kangyuk, lakini pia mwingine ndo ule kansela, naye ana mahusiano na mwanaume mwingine, lakini pia bibi Mijuni naye ndo anamkubali mshikaji kinyamanyama. Sasa nini itakachokwenda kujiri, nini kitakachokwenda kutokea katika picha wanaita namba sita? Hiyo ni episodi ya kwanza, nafikiri haitoshi tu kukupa ladha kamili na kukufunguli ukurasa, kukufungulia ukurasa lakini itakwenda kukufungulia episodi inayofuata, itakwenda kukufungulia mengine makubwa zaidi. Nini kinakwenda kujiri katika sehemu inayofuata, katika picha unaita eh, number 6 DJ Mecky mitamboni, kutoka Hombazi Family, nikukaribishe, nikualike, nikuambia karibu tena, twende sambamba katika episodi inayofuata, na sasa ni episodi ya pili mbele zaidi katika picha nita namba 6 na DJ Mecky mitamboni.